Habari za leo, mtanzania mwenzangu, karibu sana, ukiwa ndani na nje ya nchi. Natumai uko salama kabisa, uko vyema, uko bie, unaendelea na harakati za aina mbalimbali za maisha ya kila siku. Naomba leo unisikilize na unipokee juu ya faida za tunda la parachichi, lakini tukiangazia eneo la mbegu yake au kokwa lake. Parachichi lina faida nyingi, lakini kokwa lake lina faida nyingi zaidi, kokwa lake lina thamani kubwa zaidi. Kwa kuangazia kwanza kabisa, kokwa la parachichi lina faida kubwa kwenye ngozi yako. Ngozi hutengenezwa ikawa na mng'aro, ikawa yenye afya, ikawa haina uchafu, ikawa na collagen yake, ikawa activated, ngozi inakuwa nyororo, ngozi inakuwa iko safi kabisa. Kwa, e, kwa matumizi ya kokwa la parachichi. Hali kadhalika kokwa la parachichi ni msaada mkubwa sana kwa upande wa chakula. Linasaidia mmeng'enyo wa chakula, husaidia pia upatikanaji wa choo, e, kikubwa. Hali kadhalika ni msaada pia hata kwa wale wenye vidonda vya tumbo kokwa la parachichi huwa lina msaada mkubwa sana kutibu na kurekebisha na kupoza na kutuliza vidonda vya tumbo. Lakini pia kokwa la parachichi lina thamani kubwa na faida ya kuongeza kinga ya mwili. Eh, full body immunity inakuwa ni kubwa sana kwa matumizi ya kokwa la parachichi. Kwa maelekezo ambayo tutayatoa katika mazingira mbalimbali mbali, na tuna, tutashauri kupitia katika huduma zetu pale ofisini. Pia kokwa la parachichi ni msaada kwa watu wenye bawasiri. Hemorrhoid ni msaada mkubwa, au kwa lugha nyingine tunaita piles. E, ni msaada kwa watu wenye bawasiri. Kokwa la parachichi linasaidia sana sana sana ishu ya bawasiri. Hali kadhalika kokwa la parachichi ni msaada pia katika upande wa kuboresha kumbukumbu. Kokwa la parachichi linaongeza zaidi kumbukumbu kumbu katika eneo la ubongo la binadamu. Hali kadhalika kokwa la parachichi pia lina msaada wa kupambana na vimelea vya kansa, kuna nafasi kubwa tunaita anti cancer properties hupatikana katika kokwa la parachichi. Kokwa la parachichi pia lina msaada mkubwa katika masala ya uzazi. Uzazi huamshwa, uzazi huboreshwa na mtu anajikuta kama ni mwanamke anajikuta anapata uwezo mkubwa kabisa wa kushika ujauzito kwa sababu maeneo yake yanakuwa yanasafishwa, hormones zake zinakuwa balanced na kadhalika. Lakini pia kokwa la parachichi lina msada kwa upande wa figo na ini, lina msada kwa upande wa figo na ini e, ambazo husaidia sana sana e, uwezo wa kufanya kazi hizi organs za aina mbili muhimu kabisa zinazopambana na uchafu mwingi kabisa katika mwili kutoka kwenye damu, hali kadhalika na maji. Kokwa la parachichi pia ni msaada wa kusaidia matibabu tena kwa muda wa haraka kwa kesi zote za moyo. Afya ya moyo pia inakuwa inaboreka kwa kutumia hii kokwa la parachichi. Vile vile kokwa la parachichi ni msaada wa kusafisha damu, kutoa mafuta yasiyohitajika e, katika mwili ambayo mafuta hayo yanakuwa ni harmful. ni kama vile sumu yenye, yenye madhara, basi nayo husafishwa kwa kutumia mbegu ya parachichi. Vile vile mbegu ya parachichi ni msaada wa kurekebisha e, na kudhibiti kiwango cha sukari katika damu pamoja na presha ya damu. Mbegu ya parachichi ina faida kwa kweli, hata kesi za macho, hata kesi za mifupa na joints, hata kesi e, za kifua na mfumo mzima wa upumuaji e, wale wenye allergies za aina mbalimbali mbali. Kokwa la parachichi lina msaada mkubwa kabisa katika maisha yako, ewe mwanadamu, kiafya. Leo naomba usitupe, leo naomba usidharau, leo naomba usione kinyaa mbegu au kokwa ya parachichi. Hifadhi na tupigie, tutakupa maelekezo namna gani unaweza ukatumia upate hizo faida. Mbegu ya parachichi pia ina msaada mkubwa wa kutuliza maumivu ya meno, kama nilivyosema, ni jamii ya mifupa na meno, maumivu na marekebisho mbalimbali mbali katika afya. Ni kuombe ndugu yangu, karibu sana Aljamaal Natural Products and Healthcare. Naitwa Dr Pazzy. Tunapatikana Mbagala Kilungule stendi kwa Mangi. Karibu, karibu, karibu. Asante.